A uh, tukiwa tu tumekita kambi hapa Mombasa Likoni eh, katika shirika tu la Manyatta Africa eh, tuko tuna wageni ambao tayari siku leo wamekuja kutembea hapa eh, katika shirika hili la Manyatta Africa eh, pengine tutupate kuzungumza nao eh, watuambie wanaitwa nani, wametoka wapi na pengine tuambie tu siku ya leo wamejisi vipi eh, kuingia ndani ya shirika la Manyatta. tunaitwa nani eh, kisha tuambie eh, siku hii ya leo unajisi vipi eh, kuingia na kujiunga eh, hapa ndani ya Manyatta Africa Anika Community Hub. Asante sana kwa majina, naitwa Marion Stechi. Nimefurahi sana kufika Likoni na nimefurahi sana kutangamana na watu ambao tuna tuna share values, tuna share ideas. Na nimefurahi sana kwa ile stories ambazo nimeambiwa na jinsi ambavyo tunaendelea kueneza jamii ambayo iko very cognizant socially, economically na uh, financially. Nimefurahi sana kwa kazi ambayo Manyatta Africa inafanya namzidi kufanya hiyo kazi. Sisi hata kama mnadhani watu hawaoni, wa watu wanaona na watu wa, watazidi kukua katika ile hali ya support kazi ambayo mnafanya hapa manya kama Manyatta Africa. Asanteni sana. Thank you very much and may God Kaka, pengine upande wako unajinsi vipi siku ya leo uh, kujiunga uh, na kunji, ku, kuja tu uh, na kusafiri paka kufika hapa Manyata Afrika? Unajinsi vipi? Unaitwa nani? Umetokea wapi? na unajinsi vipi? Kwa majina, naitwa Dixon Dixon Omondi, lakini mimi mwenyewe najiita Misael. Nimefurahia sana kufika hapa, nimetokea Nairobi na nimefurahia kufika Manyata kwa sababu ya ile initiative the very bedrock that holds Manyatta Africa at mimi ni msanii na sote tunajua siote tuna sanaa ni kioo cha jamii. Kwa hivyo Manyatta unafanya kazi nzuri, painting the whole picture of the societies through art. I believe in stories, I believe believe in in stories activism na, na jisi vizuri sana. Nashukuru sana kwa kazi nzuri na, na pengine tukaa tukaka kwa upande huu wa pili na e, pengine tuambie pia unajisi vipi siku ya leo kufika hapa Manyatta Africa kata si ya Anika Community Hub. Ah, nimefurahi sana okay. Nimefurahi sana na ninashukuru sana Manyatta Africa kwa kutualika hapa, na nimefurahi kwamba kuona vile vijana wanatumia sanaa amia na ile tunaita juvenile gangs na, na matatizo mengine ambayo yako katika jamii. Kwa kweli, usanii ni kioo cha jamii. Natafurahi kuona vile Manyatta Africa wanatumia sanaa kushikanisha vijana na kufanya ile jamii iendelee mbele. Nimefurahi sana, asanteni kwa kunialika hapa, nimejifunza mengi lantlona natarajia kwamba tutaendelea kuja hapa mara kwa mara, hata tulete vijana wengine kutoka pande zingine za nchi, sio Mombasa peke yake, waweze kujifunza na hii initiative ya vijana kutumia sanaa kusaidia jamii yao. Asante sana. Na ikiwa tu eh, tuko tu hapa, ni wageni tu ambao eh, wa masafiri na wamekuja hapa Mombasa, na kidogo akasema eh, watembelee Anika Community Hub, na wamekuja eh, na sisi tumekuwa tukizungumza na naitwa Sitati Musa Anika Media.